Kweli, kwamba kweli pete na vitu vya thamani vyaweza kutumiwa kama kutambuliwa mtu baada ya kuzikubali mamlaka za kuzimu, ama kujiweka wakfu kwa mamlaka za kuzimu. Lakini nini ambacho mamlaka za kuzimu hazikitumii? Bibilia haitumii, kuimba, hawaimbi. Yesu awataji, ataj, tuache kutaja Yesu kwa sababu mamlaka za kuzimu zinataja, zina, tuache kuamini msalaba kwamba ni alama ya aibu kwa sababu mamlaka za kuzimu zinatumia, zina msalaba. Acha ujinga Acha ujinga. Narudia tena, ni kweli mamlaka za kuzimu nazo, ili ziwatambue kwa sababu na zenyewe huja kama malaika wa nuru, ili ziwatambue watu wao, huwa zinawapa mapete, huwa zinawafanya wawe na mapete. Lakini je tuseme dhambi kwa sababu hiyo? Wewe wewe mzimu wewe tulia, wewe tulia, wewe nisikilize. Dhahabu katika Ufunuo wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 12 na 13, nikageuka nione ile sauti iliyosema nami, na nilipogeuka niliona vinara vya taa saba vya dhahabu. Huko ni mbinguni. Viko. Na katikati ya vile vinara, nikaona mtu mfano wa mwanadamu amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mishipi ya dhahabu matitini. Yesu anavaa dhahabu. Mstari ukitaka ujue ni Yesu, mstari wa 17 anasema, nami nilipomwona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa, akaweka mkono wake wa kuume juu yangu, akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho, na aliye hai, nami nalikuwa nimekufa, na tazama, ni hai hata milele na milele. Na mimi ninazo funguo za mauti na kuzimu. Huyu ni Yesu amejifunga mshipi ana vinara vya dhahabu. itataka kwenda inakuwa navyo duniani ni dhambi? Luka 15 hebu tuisome pete uone sasa. Yesu anawekaje mfano wa kitu cha dhambi hiki. Nasoma tu kwa ufupi, msao 22 Lakini baba aliwaambia watumwa wake, lileteni dilet, upesi vazi lilo bora mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Ni Yesu anaweka mfano, mwana mpotevu aliporudi baba yake alifurahi na baadaye akatafuta vazi lililo bora akamvika, akasema akataf... mtieni na pete kidoleni mwake. Nataka ujue okay, ndani ni mfano, ni kiroho, ni ulimwengu wa roho za mbinguni miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo eh, nisikilize. Pete, mikufu ya dhahabu, mavazi ya thamani sio dhambi. Nyie mizimu, ambao kwa sehemu kubwa muko kama mizimu ambayo inakuwa imefungiwa mahali kwenye chumba cha giza ikipandikizwa. Sijui kama iko na watu wa mizimu, yani wakitoka ni kucheza tu, ni kupiga kelele. Hapana, hapana, yani hawataki kusikiliza. Mizimu, katika jina la Yesu ninawaamuru wote mnaopinga haya bila kusikiliza upande wa pili kwa sababu mmefungiwa kwenye chumba cha giza akili zenu, na angusha mamlaka hiyo katika jina la Yesu, na angusha kwa jina la Yesu. Sikiliza kwa mamlaka ya jina la Yesu, sikiliza, sikia sasa, sikia. Najua akili yako kwa mamlaka ya jina la Yesu imekaa sawasawa. Nimekwambia hivi, pete na mikufu ya dhahabu, mavazi ya thamani, sio dhambi. Mimi sina pete, mimi sina pete, mimi sina mkufu, mimi sina cheni, na kanisani huwa ninazuia hivyo vitu, ila sivizuii kama dhambi, bali navizuia kama vitu ambavyo humfanya mtu awe karibu zaidi na dunia, awe bize zaidi na dunia. Kwa waumini wangu kabisa kabisa kabisa, wale waumini wangu kabisa, acha wageni wengine, acha wanaokuwa wadhaifu, wanaokuwa wachanga, waumini wangu kabisa, huwa naambia hapana, tusiangaike na vitu hivyo kwa sababu pesa hizo za kununulia vitu hivyo tunaweza tukafanya jambo lingine kubwa kwenye jamii, lakini pia ni tafsiri ya kwamba tunakimbizana tuna, tuna, tuna sana na dunia. Kwa hiyo hawafanyi hivyo kwa kusikiliza tu mashauri haya, lakini sio kana kwamba ni dhambi. Sikiliza vitu hivi vitatu: pete ni alama ya kutambuliwa, moja, na kusomea maandiko. Pete ni alama ya kutambuliwa, ndio maana mimi kwenye harusi huwa nawapa na u naruhusiwa vikane pete nitakueleza sasa. Hapa nimesema utulie katika china la Yesu, utulie mzimu, kwa sababu mmefungwa kwenye chochote mmetoka tu mitano ukiona tu mtu kapinga jambo fulani la likiongozi lenu libaba la mizimu, basi hapana, unakufuru unakufuru. Tulia wewe jini, wewe Tulia wewe mzimu wewe, tulia nikusomee maandiko sasa, ambayo usomewi. Unajua wahubiri ambao hukomalia sana vitu vya aina hii ni wahubiri wako powered na mamlaka za kuzimu, ili kuparalyze famu za watu, muache kushughulika na vitu vya maana, muwe mnashughulika na vitu kama hivi. Sasa wakati mwingine tunaonyesha kwenye, kwenye Biblia hiyo hiyo tunaonyesha kwenye Bibilia hiyo hiyo kwamba hivi havina kazi. Njoni tuangaike kuokoa jamii kabisa. Ndo nini kuokoa jamii ni nini? Kuokoa jamii kuokoa kuhubiri injili, neno la Mungu ni kuhubiri, ni kuhubiri nini? Hiyo ndo mnaweza mkaelewa. Pete ni kutambuliwa, vitu vya dhahabu ni kustahili, ni vitu vinatumika kama tunu. Yani mtu nayekuwa umeangaika umepambana ume kwa namna fulani, kwa hiyo ili utambuliwe umeshatambuliwa, lakini ili kiweko pia kitu kingine kinachopita kutambuliwa, unapewa tunu, na mara nyingi huwa kinakuwa ni kitu fulani cha thamani. Ni vitu unapata kwa kustahili. Hata ukienda migodini ukaona mpaka dhahabu inavyopatikana, unaona wale watu wanastahili. Kwa hiyo kustahili ni baada ya taabu fulani, wajibu fulani. Nakusomea maandiko. Tulia we mzimu, tulia, usikomenti hapa. Ngoja ngoja nisome maandiko, usikomenti. Ukiona komenti yoyote imepinga ikinichongea, we uliyefika hii dakika ya nne ya tano, ukiona komenti yoyote imepinga ikinichongea We jua hajasikiliza hata dakika tano kumi kwa sababu ni mzimu ulifungiwa mali kwenye giza, kwenye sikiliza. Yani we wewe, apaa oteu mzee damucina amekwepa mishale mingi. Ukishatuona tuko kwenye hii dunia na yote uliosikia juu yetu ujue ni watu tumewekwa kwa ajili ya kutengeneza mapito ya kweli ya Mungu wetu. Tulia tulia, usidhani Mungu ametuacha tu hivi. Pamoja na yote uliyosikia juu yetu, ametuacha ili tutengeneze kila palipopotoka. Hata nyie ambayo mnasemaga, mchungaji, mbona unakosoa kila mtu? Hata leo Biblia mii nisomayo, kila unapohubiri unahitaji kukosoa. Yaani ni habari njema, ni kinyume cha habari mbaya fulani. Katika Isaya 58 mstari wa kwanza anasema piga kelele usiache, waambie watu wangu makosa yao, na Yakobo dhambi yao. Yeremia saba anasema simama katika lango la hekalu umwambie kila ingiae makosa yake. Kwa hiyo mimi, kimsingi ukishaniona tu nimeweka picha yako, hata nikikusifia ujue nakusifia ili ujae, ujae kwenye kumi na nane, hata nikusifia nikatoa klipu kumi, kumi na tano, ujue nataka ujae. Siku ya siku lazima ukishajaa na kupasuapasua sasa sikupasui kwa sababu mimi ni adui, na katika yote uliyowahi kuona nimemkemea, umejua Mamposa, umejua Kwani Musa, umejua kama yeye tu. Kwa sababu mimi sehemu kubwa ninapoongea wao naokuwa nimewataja umejua, si Maboya, si Kwani Musa, si Joe Davis, si nani, wao huo wanajua huyu ndiye mhubiri wa kweli, yaani huyu amesimama kwenye uhubiri kabisa. Sasa wasipoogopa nyie wapamba ambao ni misukule yao, wasipoogopa hakuna ambaye haoni fahari kukutana na mimi na mimi, hakuna ambaye namwita adui huyu sijikutana naye, hapana. Wakati mwingine nasema kwa nini usiende kumwonya mtu private. Kwanza ni vigumu sana mtu kukupa nafasi ya kumwonya private, na hata ukienda hakujui wewe ni nani kwenye jambo hilo unaloenda kumwonya kwa wakati mwingine mtu anakupa heshima ya kukusikiliza kwa sababu anafahamu pia ufahamu wako, lakini ile ambayo imekusudia kuendelea kufanya ubaya huo huwa inajihami kwamba tukikutana na mtu kama huyu unakuwa unakua mwa yaani, hapo ndo atanilalua sawasawa, kwa sababu atafahamu na mengine niliyoficha. Lakini ukweli ni kwamba faida nyingine ya kuweka hadharani ni kwamba sehemu kubwa mambo tunayosahihisha muhusika makosa yake yanakuwa yamesha enda kue kwa, kwa fect, kwenye fahamu za watu kwenye jamii. Kwa hiyo kabla hatujamfikia tunaziponya kwanza jamii zilizoathiriwa, tunaziponya kwanza jamii zilizoathiriwa, kwamba jamani, hili sio hivi. Wakati huo tunaangaika kumpata aliyeiathiri hiyo jamii, ambaye kimsingi naye akishaona ufahamu wako huko huko imara hukupokea hukusikiliza kwa adabu. Sasa hiyo utake usitake ni Biblia, walionyana hadharani, ndio maana yaliandikwa. Walionyana hadharani, ndio maana yakaandikwa. Wapo waliopokea maonyo wakayafanyia kazi, wakawa na hatua bora kuliko waliokuwa nayo. Wapo waliochukizwa wakatengeza zengwe, wakauawa watu waliowaonya, iwe ni kwa siri ama ni peupe Hakusema hadharani, alienda kwa Herode akamwambia, si halali wewe kuchukua mke wa mdogo wako. Herode akamkamata, watu walipooja, sasa kwanini umemkamata? Ndio yakajulikana kwao. Ujue tu hakuna cha kuonya kwa siri, kuonya peupe, sababu ni hizo. Kama una ni sikio la kusikia, umesikia. Sasa nisome maandiko moja kwa moja, nisome, nianzie pete. Pete ni kutambuliwa, pete ni kutambuliwa, pete ni kutambuliwa, pete kuonya Biblia inasema mkemeaye mwenzake hatimaye atapata kibali kuliko ajipendekezaye kwa maneno ya ulimi wake. Kwa hiyo mimi hakuna mtu ambaye e, nita yani nitakusifia tu wengine. Sasa mbona wewe hauonyeki haushauriki wewe? Ningefunga komenti, wajua zile komenti kipande kikubwa zinaongea kinyume cha ninayoyaongea. Ningefunga komenti ujue na, na, na, na kubali, challenges Wait. Luka 15 hebu tuisome, pete uone sasa, Yesu anawekaje mfano wa kitu cha dhambi hiki. Nasoma tu kwa ufupi msari wa 22, lakini baba aliwaambie watumwa wake, lileteni upesi vazi lilo bora mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Ni Yesu anaweka mfano wa mwana mpotevu aliporudi baba yake alifurahi na baadaye akatafuta vazi lililo bora akamvika, akasema mtieni na pete kidoleni mwake. Nataka ujue okay. ni dhambi? Ni mfano, ni kiroho, ni ulimwengu wa roho. Yesu aliweka mfano ambayo si jambo linalotakiwa litumike lifanyike hivyo. Haya linalosema pete yenyewe ni dhambi ni lipi hilo? la Timotheo la Timotheo, nikuonyeshe Yesu anayevaa vitu vya dhahabu na pete, nikuonyeshe Yesu anayevaa vitu vya dhahabu kwanza. Kabla hapo, nikusomee katika Yakobo. Anajua misukule mliotoka kuzimu, yaani mlifungiwa mali kwenye chumba cha giza, kwa sababu ni jitu ambayo inaamini vitambaa mapeta, si dhambi si nini. Kwanza ina mafundisho ya mara kwa mara inakuwa imefungia na mara semina, semina, nini hapi kwa wanakuta limefungwa kwenye giza. Alitaki kusikia busara nyingine yoyote alitaki kusikia mana nyingine yoyote. Unafikiri wewe ukikaa kabisa ukasikiliza, kwa mfano, ukasoma ile wa Korinto wa kwanza sura, yaani ukasoma yote yale alafu kaja kuona msara ya 15 ukitulia kwa akili yako uweze ukajua kwamba nywele ni badala ya kitambaa ungetulia wee kwa akili yako wewe, kama hapa kwa sahimu naongea na, na roho yako. Una, unafikiri uwezi ukajua kwa, kwa, kwa sababu nimeamuru sasa nguvu za mizimu kidogo zimetulia hapa, unafikiri uwezi ukangamua kwamba kweli kitambaa ni badala, nywele ni badala ya kitambaa, kwa sababu bibilia imetaka tufunike kichwa, sio tufunike nywele. Bibilia imesema ni aibu usipofunika kichwa, mwanamke akinyoa nywele kwa sura kama hii, hiyo ndo bibilia inasema ni aibu. Lakini akiwa na nywele nyingi amepewa hizo ziwe badala ya mavazi lakini kwa sehemu kubwa nyingi, ni wanaume ndo mna nywele nyingi. Ni wanaume ndo mna nywele nyingi, alafu napiga kelele, ni aibu mwanaume kufunika kichwa. We mwenyewe, ni aibu mwanaume kuwa na nywele nyingi, wewe unazo nyingi. Haya, sisi wengine nasema tungeachana na hayo, njoo turudi kuokoa jamii. Baba zetu walipohubiri neno la Mungu, walikuwa naokoa jamii. Kwa namna gani? walikuwa wanazuia Usitende usilopenda kutendewa, usifanye jambo lenye madhara katika jamii, walimpinga. Imani bila matendo imekufa. Imani sio kuomba kanisani, sio kitambaa kanisani, sio nguo ndefu kanisani. Imani ni unaf, baada ya kufanya hayo yote kanisani, unafanya nini kwenye jamii? Na wakati mwingine hata hakuna sababu, hata hayo usipoyafanya kanisani, kwenye jamii unafanya nini? Wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Mungu.

Basi linaaminisha watu, mimi ni wa kweli. Kwa nini nimepinda? Yani likipinda hivi, limekaa ovyo, limevaa ovyo, lichafu, alijaoga nalo, limimalaya, liajikaji, likishika tu Biblia ndio wa kweli. Kuna mara huwa anakaa, namwambia Mungu tulikosani, wanadamu katuacha hapa, na nakina sisi. Kwa mfano, mimi huwa nakili nakili kabisa kwamba mumeamua mumesema mume, ah, mume hatutakuja kukuelewa hatu ah, yani wewe hatukuelewi we, na mi wanawambiaga Mungu a watu wameshasema watanielewa wa, hakuna sababu, waachie tu hii dunia waendelee naamini, na siku nitakapokuja kuondoka mii duniani itakuwa kama Magufuli alivyoondoka. Yani mtakuwepo ambao mtashangilia sana, lakini wakati mioyo yenu ya mnendani inawaambia tu kabisa ameondoka moja mwanadamu ambaye alikuwa akipoza joto duniani. Sasa sikia, Yakobo mbili, nianzie moja. Ndugu zangu imani, ndugu zangu imani ya Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wa utukufu, ndugu zangu imani ya Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wa utukufu, msiwe nayo kwa kupendelea watu. Maana akiingia katika sinagogi lenu mtu mwenye pete ya dhahabu na mavazi mazuri, kisha akaingia na maskini mwenye mavazi mabovu, nanyi mkimstahi yule aliyevaa mavazi mazuri na kumwambia keti wewe hapa mahali pazuri, na kumwambia yule maskini simama wewe pale, au keti miguuni pangu, je, hamkufanya hitilafu mioyoni mwenu, mkawa waamuzi wenye mawazo mabovu? hivi hapa Biblia imesema atakaye kuja kanisani amevaa pete na dhahabu, mfukuzeni, anatenda dhambi, akatoka kuzimu hayajaza? E, mwenyewe nirudi kwenye dhahabu, dhahabu peke yake, alafu baadaye namalizia mikufu. Tuone dhahabu peke yake katika Mathayo. Kwa nini hao walileta dhahabu kwa Yesu wakati ni dhambi? Kwa nini walileta dhahabu wakati kuwa na vitu vya dhahabu ni dhambi. Mathayo mbili msitari wa kumi na moja wakaingia nyumbani wakamuona mtoto pamoja na Mariamu mamae, wakaanguka wakamsujudia, nao walipokwisha kufungua hazina zao wakamtolea tuno dhahabu na uvumba na manemane mane. Yesu, kwa nini anatolewa vitu ambavyo ni dhambi? Anyway, hukumuni ninyi wenyewe, hebu tuione dhahabu. <coughs> <Katika ufunuo wa Yohana. coughs> Tuione dhahabu katika ufunuo wa Yohana, tuione dhahabu katika ufunuo wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 12 na 13. Nikageuka nione ile sauti iliyosema nami na nilipogeuka, niliona vinara vya vinara vya taa saba vya dhahabu huko ni mbinguni. Kuwa navyo duniani ni dhambi mbinguni? Mbinguni taka kuenda viko. Na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu amevaa vazi lililofika miguni na kufungwa mishipi ya dhahabu matitini. Yesu anavaa dhahabu e, mstari ukitaka ujue ni Yesu, mstari wa 17 anasema, nami nipomwona nilianguka miguni pake kama mtu aliyekufa Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai, nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, nami nazo funguo za mauti na kuzimu. Huyu ni Yesu, huyu ni Yesu. <coughs> mejifunga mshipi pana, vi vinara vya vi dhahabu na nini, mbinguni. Takakotaka kwenda ilakuwa navyo duniani ni dhambi? Sai, tatu kumi na nane, tatu kumi na nane. Nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na macho yako kujipaka macho yako, upate kuona. Dhahabu enyewe, ilo la kiroho, ilo iko ni mwengu wa roho. Hebu baada ya hapo tutoke tuone mikufu na mimi pete. Unafahamu Yusufu alivikwa pete, mwadeka, mba, ili kukubaliwa, kina Mordekai ili kutambuliwa kwamba wamestahili hatua fulani, ki wote waliokubalika kwenye Biblia alivikwa pete, Agano la Kale, Agano Jipya. Hebu tuione tuone mkufu, awezekana nimalizie hapo, niuone mkufu, niuone mkufu katika Mithali sura ya kwanza mstari wa nane na tisa: mwanangu yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako, kwa maana hayo yatakuwa kilemba cha neema kichwani pako na mikufu shingoni mwako. Ah, sio sasa, haina ah, ah, maana sasa, vaa mikufu. Aya, wewe iliyo na maana kuvaa mikufu, dhambi ni ipi? Yaani ni hii ni, Timotheo hii hii, Timotheo na Yesu ana dhambi mbinguni, yani kwa hili vazi, na Yesu ana dhambi mbinguni. Sikilizeni nie mliokuja na mbio za mwenge, nie akina Mackenzie taipu, sikilizeni, sikilizeni, nie mlitokea kwa mpango fulani wa wazungu, wazungu wametaka tuangaike na vitu vya dhambi, vitu vya we kutetemeka bila sababu, kujivalisha minguo fulani ya kutisha ya ajabu ajabu. Ndo hisi hiyo, ndo dhambi, ili tuendelee kuacha ubinadamu wetu waendelee kuutumia wanavyotaka. Nyie wana wanyoka, nye? Nye. Iyo, wa nyie mizimu nyie. Kwa hiyo ili andiko la wa Timotheo wa kwanza sura ya pili ndo inaloonyesha mikufu dhambi, dhahabu dhambi kuna Yesu uko, na Yesu kwa maandiko tuliyosoma huku, na Yesu ana dhambi naye aendi mbinguni, ila yeah, na hakika <clears throat> na hakika mizimu iliyokuwa imefungiwa ma aijasikiliza, aijasikiliza maandiko hayo yote aijasikiliza. Kama ni mzimu, wote unaamini imani ya pete ni dhambi, unaamini pete ni dhambi, unaamini mpalikitambaa mpaka nini, komenti huku mwishoni, semu umefika huku mwishoni, na ndipo toa maoni yako na hiki sikueki mwanzoni, ndipo toa maoni yako. Na klipu ya leo sakiwe ndefu sana, nimalizie tu andiko hili: vivyo hivyo, wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kusitiri, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu, kwa wala kwa nguo za thamani. Kwa hiyo, hapa ndo mikufu ni dhambi, hapa ndo pete ni dhambi, hapa ndo vitu vya thamani ni dhambi, hapa ndo kusuka nywele ni dhambi. Mimi wanazuia kusuka nywele. Mizimu nyee, nazuia kwa sababu uwezi ukaona askari anaangaika na, na kujilemba. Nazuia wanawake mara nyingi hupoteza muda mwingi wanapoangaika kusuka. Nazuia katika maeneo mengi ya kusuka ndipo mlimo njaa, umbea wa singomadha na kuharibu jamii. Nazuia kwa sababu bibilia imeruhusu baadhi ya mambo tuyazuie ili kufanikisha jambo fulani, na kwa atakaye kiuka hivyo atenda dhambi ila sizuii kama dhambi. Kwa mfano, mwanamke anataka kukuza nywele, naambia funga hizo nywele kwa namna ya kukuza, alafu zifunike ili tusione kichwa chako, kwa mujibu wa Biblia, tusione kichwa chako kwa sababu itakuwa aibu kwako mwenyewe, si dhambi, aibu naj anyway inatosha. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani, anasema itengeneze njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Ili mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa, amafai katika Bwana tangu sasa apate kupumzika baada ya tabu yake. Tazama Mungu mwenye haki, yu karibu kuja